Uh, sisi mechi tumeitupa tu kipindi cha kwanza kama um, um, nyewe mlikuwa uwanjani mnaona kwamba e, mipira miwili ya kizembe ambayo e, Yanga wameweza kuitumia, kwa hiyo nasema wachezaji wangu hawakuwa makini kwa sababu unapoanza mpira ukianza chini kama tulivyoanza, e, opponent kama yuko na quality ya wachezaji kama Yanga lazima utaadhibiwa. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba nakubali makosa, alafu unajua tunacheza katika mwezi e, mtukufu ambao E, sisi tuna wachezaji wengi ambao wako ndani ya saumu, kwa hiyo hatuwezi kumlazimisha kwamba, haiwezekani kumwambia mchezaji usifunge, na hii ni imani wasema, wamejitahidi, wamejitaidi wasirangu kujisukuma na kuweza hivi. Mi wakati ziko mbili moja nikajua itakuwa mbili mbili, pengine naweza tukaiongoza mechi, lakini baadaye tukafanya uzembe tena mwingine wa kuto kuwa wazuri katika marking na hiyo ndio imetukosti tena wakapata goli la tatu. Kwa hiyo ikawa ametuvunja tena nguvu kwanza, tunaona mlima mrefu kupanda. E, ukiangalia situation yenyewe ya mpira, ukiangalia mwezi wenyewe tulivyo sasa, wachezaji hawezi kujitoa katika ile ya 100% kwa sababu tu mwili nao inakwambia hapa nimefika mwisho. Kama unaona mabadiliko tulikuwa nafanya kila wakati yote iliyoendana, kwa sababu ya, ya energy inakwisha. Mechi imechezwa jioni, imechezwa kwa sababu mechi imechezwa jioni, ingechezwa usiku, inakuwa kidogo afadhali, watu wameshafutari wa atatende na kwepo. kwa hiyo nasema, all in all ni wapongezi wapinzani wetu wameweza kuvuka hatua wa hii, lakini sisi kwetu masikitiko, tutajipanga katika michezo mingine na kuja ligi. Na niliona katikati, wenzetu wao wamedominate kidogo pale, kwa hiyo nilibidi lazima nifanye mabadiliko ya haraka kwa hakika na alivyoingia Kikoti basi timu iliweza kukaa sawa sawa, namaukaona tukaenda tukawa tuka, tuka, tuka, tunasukuma mashambulizi kwao, lakini e, jitihada tulizozifanya hazikuweza kusaidia sana kuweza kupata goli leo Diego, Diego, Diego, a ah, kitu kikubwa tuli tumeambiana tume e, yani, makosa, makosa ya kizembe yanaweza kutukosti sana kwa sababu e, tunajua hizi timu unaweza kukuta wanafungwa watatu wanafunga tano, sita. Sasa e, si, si, si, si, si sahihi sana kwa timu e, kuweza kupoteza kwa kiasi kikubwa sana lakini kikubwa e, ni kwamba tulikaa chini tukaongea tukaambia bana, tunaingia sasa kipindi cha pili tuhakikishe tunasukuma mashambulizi lakini vile vile tukuweka umakini katika ulinzi wetu, na hiyo imetusaidia tumeweza kubaki kama matokeo kama yalivyokuwa. Asante.